Siku chache baada ya wanafunzi wa vyuo vikuu kupokea mgao wa ufadhili wa vyo vikuu ama HELBU, mwalimu kuu wa chuo cha mafunzo kwa walimu cha Machakos almaarufu Machakos Tches Training College, Joyce Mabway, amebaini kuwa wanafunzi wa vyuo hivi hupitia changamoto mbalimbali za kifedha, ikiwemo kutokuwa na karo ya kutosha, kwani wapokee ufadhili wa serikali au HELBU.

Katika hafla ya kuhitimu kwa wanafunzi mia tatu na wanne katika chuo kikuu hicho. Wanafunzi hao walishauriwa kuwa wabunifu na kutengeneza nafasi za ajira badala ya kusubiri pale watakapoajiriwa.

Inakisiwa kuwa wengi wanafunzi waliohitimu kukosa ajira kutokana na hali ya kubagua ajira. Wanafunzi hao wakishauriwa kutobagua kazi baada ya kuhitimu na kuanza kwa kufanya kazi ya kujitolea katika shule zilizo karibu nao.

for the good of the society. Remember, you are no ordinary citizens going forward. You are the product of a prestigious institution. Isaac Musyoka, Undugu TV.